Tuko na stori tatu leo kuhusiana na entertainment. Stori ya kwanza ni ya Diamond Platnumz kupoteza followers zaidi ya elfu hamsini kupitia ukurasa wake wa Instagram baada ya mashabiki kuanza uh, kampeni ya unfollow Diamond Platnumz kwa sababu ameshindwa kuwa nasi katika kipindi hiki cha majonzi ambapo tumepoteza wapendwa wetu wengi sana, yeye instead anaendelea ku promote ngoma zake. Lakini pia tuko na stori ya Ali Kiba ambaye yeye ameomba msamaha kwa Watanzania kwa kuwakwaza kuwa Eh, hii ni mara baada naye kuwa moja kati ya wasanii ambao wamekalia kimya hawaja kauli yoyote uh, since um, yatokee mauaji ya watu ambao waliandamana siku ya Oktoba 29 2025, lakini pia uh, story nyingine, Shilole kwa mara ya kwanza ameandika ujumbe kupitia ukurasa wake wa Instagram baada ya kupata uh, hasara ya kuchomewa ofisi yake ya Shishi Food iliyopo uh, iliyopo kijito nyama jijini Dar es Salaam. Ninaitwa Ricky na hii hapa ni Ricky Media, iliyokuwa na familia ya Ricky Media, subscribe sasa, lakini pia nikukumbusha htu kwamba nguvu za kutosha tunazitoa Silent Ocean, Simba wa Bahari, ambao wao wanasafirisha mizigo kutoka nchi tano duniani. Unaweza kaagiza mzigo wako kutoka China, kutoka Uturuki, kutoka India, kutoka Marekani, lakini pia kutoka uh, Dubai. Story ya kwanza asa kuhusiana na Diamond Platnumz ambaye yeye amepoteza followers wengi sana kupitia ukurasa wake wa Instagram. Yes, Diamond Platnumz ni msanii mwenye binadamu mwenye followers wengi sana. Uh, ndio binadamu mwenye followers wengi zaidi Afrika Mashariki. Yes, baada, sasa Kia, kitu ambacho amekifanya Diamond Platnumz, akiwa kama mtu mwenye influence kubwa sana nchini Tanzania, walitegemea kumuona akitokea kukemea kile kitu ambacho kimetokea siku ya Oktoba 29. uh, inadaiwa kwamba watu wengi sana wamefariki. Why Diamond Platnumz amekuwa kimya? Lakini um, kibaya zaidi mashabiki ambao wamekuja wamekuja ku, kura, raise ni kwamba wakati taarifa za kupoteza wapenda wetu zikiwa tayari zimeshachapishwa sehemu mbalimbali, au zikiwa zinaonekana kwenye mitandao ya kijamii bado Diamond aliendelea kupromoti ngoma zake. Ni kitu ambacho wameona kama wamedharauliwa kwa sababu wao ndio wamefanya Diamond kuwa Diamond leo. Licha ya juhudi zake kubwa ambazo kaziweka kwenye muziki, lakini mashabiki hao hao ambao wengine wameuawa ni watu ambao walikuwa wanamshabikia. Inakuwaje leo nashindwa kupaza sauti kuzungumza chochote? Yes, siku mbili baadaye tulimwona Diamond aliposti ujumbe kupitia ukurasa wake wa Instagram akisema kwamba anatoa pole kwa ndugu jamani na marafiki kwa kupoteza wapenda wao, lakini pia akisema yote haya yametokea ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Sasa mashabiki wamekasirika, wameanza kumfollow Instagram na mpaka sasa na zaidi, amepoteza zaidi ya followers elfu hamsini uh, kupitia mtandao wa Instagram. Hii itakuwaje huko baadaye hali za wasanii itakuwaje, wasanii watarudi na sura gani kwa mashabiki ambao wanaonekana wameonyesha chuki za wazi kwa wasanii, kwamba hawajapendezwa na kitu ambacho wamekifanya wasanii. Na of course, asilimia kubwa ya wasanii ni wanachama wa chama cha mapinduzi CCM which haikatazwi, mtu kuwa chama fulani, hauwezi kumpangia mtu kuwa chama fulani. Lakini wanacholalamika mashabiki ni kwamba kwa nini mmeshindwa kupaza sauti katika kipindi kama hiki, kukemea kwamba hiki kilichofanyika si sahihi, badala yake nyinyi mnatoa pole then nimeendelea na promotion ya ngoma zenu, lakini pia stori ya Alikiba. Alikiba amejitokeza yeye, amekuja tofauti, sio tu kutoa pole, ila kuomba uh, msamaha pia kwa kitu ambacho amekifanya kukwepa majukumu yake kama msanii kama kioo cha jamii, kutozungumza chochote kufuatia vifo vya watu wengi ambao wanatajwa huko kwenye mitandao ya kijamii. Yes, ukipita Instagram, eh, kuna baadhi ya watu posti miili ya watu, wanaposti miili ya watu akiwa amepigwa risasi siku ya maandamano na nini, lakini yeye akiwa kama kioo cha jamii, Alikiba hakuposti chochote na yeye akuendelea hata na promo lakini ana, amekiri hilo kuwazi kwamba ameshindwa kuwa responsible kama kioo cha jamii katika hili. Alikiba kupitia Insta story yake ameandika ujumbe huu hapa. Poleni ndugu zangu wa Tanzania na ninawaomba msamaha kwa kuwakwaza. So Alikiba ametambua kwamba amewakwaza mashabiki zake amewakwaza sana kwa kutosimama na kukemea kile ambacho kimetokea, hivyo ameomba msamaha, na baadhi ya mashabiki wamepokea msamaha wake um, lakini wengine wakisema, kwamba bado hatuwezi kurudisha roho za watu ambao, uhai wa watu ambao wamepoteza maisha siku ya maandamano. Why aukemei kwamba hiki kilichofanyika si sahihi na ni nani, nani ambaye kafanya? Kwa nini haupushi kama msanii wa Nigeria, wa, wa, wa, wa, wasanii wa Nigeria mfano kwenye ile movement ya kina Banaboy kina, kina Davido walitoka na mabango barabarani. Kwa nini nyinyi wasanii hamtoki kukemea hivi vitu ambavyo vimetokea, au kwa sababu nyinyi ni wanufaika wa mfumo kwamba mnapiga show kwenye kampeni mnakutana na fursa mbalimbali kutoka serikalini? Hayo ni maswali ambayo mashabiki wanawapiga wasanii hawa wakubwa ambao kimsingi wana influence kubwa sana uh, nchini Tanzania lakini pia kwa mara ya kwanza Shilole ameandika ujumbe kupitia ukurasa wake wa Instagram baada ya kupoteza mgahawa wake wa Shishi Food Dar es Salaam. Yes, mgahawa wa Shishi Food Dar es Salaam uliteketea kwa moto baada ya waandamanaji wa kufika pale na kuchoma moto. Sasa Shilole kwa mara ya kwanza amejitokeza na kuandika ujumbe mrefu sana kupitia ukurasa wake wa Instagram, lakini kikubwa zaidi, akitoa pole kwa ndugu jamani na marafiki kwa kupoteza wapendwa wao, lakini pia akisema kwamba kugombana hakuwezi kufanya kuitafuta amani au kutafuta suluhu ya kitu fulani, inabidi watu tukae chini tufanye maridhiano, sio kufanya vitu kama hivi. Na amekiri kwamba ameumizwa sana kitu ambacho kimetokea, kwa sababu hii ni hasara kubwa sana ambayo ameipata yeye. Uh, Shilole ameandika ujumbe wangu kwa taifa Salam kwanza, nitoe pole za dhati kwa wote waliofikwa na msiba, majeraha au hasara kutokana na vurugu zilizotokea. Kurudishiana maumivu si utu wala si msingi wa taifa letu. Tofauti za kisiasa hazitufanyi tuache kuwa jamii moja, kwani kabla ya itikadi sisi ni binadamu na ni Watanzania. Mimi ni mhanga wa fujo hizo, na ofisi yangu imechomwa na mali zangu zimeteketea wapo wanaonekana kufurahia wakidai nilistahili kwa sababu ya msimamo wangu wa kisiasa lakini ukweli ni huu: sijawahi kumtukana mtu, sijawahi kumdhuru mtu, nimekuwa tu muumini wa siasa ninayoiamini kupitia chama changu uh, CCM. Lakini je, wale wasio na chama walioumizwa, je, nani anawatetea? Hili linaonyesha wazi kuwa fujo hazitofautishi, bali ni uharibifu usio na mantiki. Kwa hivyo wakati huu si muda wa kutafutana mchawi, wa kutafuta mchawi, wala kushindana, kutupiana lawama. Ni wakati wa busara na wabariki na kuwasamehe wote waliohusika katika uharibifu wa biashara yangu, huku wakiwa wamedhamiria kunirudisha nyuma. Muhimu ni kwamba Mwenyezi Mungu ameendelea kuniruzuku uhai, basi ninaamini mali zangu ninaweza kurejeshwa, zinaweza kurejeshwa kwa juhudi na kupambana pasipo kukata tamaa, lakini pumzi ya uhai haina mbadala. Alhamdulillah, naiombea nchi yangu, namwombea rais wangu Mama Samia pamoja na serikali yake katika kuendeleza awamu ya sita katika kipindi chake cha pili, kwani ninaamani Uh, ninaimani kuwa huu ni wakati wa kuimarisha umoja na upendo wa, uh, kwa taifa letu. Ni muhimu sana tukawaunga mkono viongozi wetu, na mimi sitarudi nyuma katu. Nitaendelea kuamini, kutetea na kusimama na imani safi ya chama changu CCM licha ya majaribu, vitisho na hasara niliyopata. Ninashauri tusimame katika nguzo ya hekima, maridhiano, uvumilivu na utat, utatuzi wa hoja bila fujo. Kwa walionijulia hali baada ya kuzushiwa kifo, poleni kwa namna mlivyojisikia baada ya habari zile, asanteni kwa kujali. Mali zilizopotea, hasara kubwa sana na nimeumia, ila haziwezi kuwa na thamani kuliko uzima huu Mungu alionipa. Alhamdulillah, tuchague amani, tuchague umoja, tuchague busara. Mungu ibariki huo ni ujumbe wa Shilole kupitia ukurasa wake wa Instagram e, baada ya kuchomewa mgahawa wake wa Shishi Food uliopo Kijito Nyama jijini Dar es Salaam. Niambie wewe, baada ya haya yote kutokea, nini ambacho ungependa kuwashauri wasanii wa Tanzania ili kuweza kurudisha bondi waliokuwa nayo uh, kwa mashabiki zao? Mimi naitwa Riki na hii hapa ni e-trending ya Riki Media. Till next time, bye. bye.